Karibu ndugu mtazamaji, karibu ndugu mtazamaji. Kama ndiyo mara yako ya kwanza wanaingia katika chaneli hii, kwa majina wanaitwa Dr. Kuboja, ni bingwa wa mgonjwa wa lishe pamoja na mahusiano. Uh, leo tunakwenda kuongelea swala la uume, na baadhi ya watu au baadhi ya vijana au wanaume huamini kwamba changamoto ya uume ni moja ya ishara ya kurogwa, changamoto ya kuwa na uume mdogo ni moja ya ishara ya kurogwa nitatuma meseji mbili hapa kutoka kwa wadau mbalimbali huyu anasema dokta nina, nina shida dokta nahitaji dawa zako kiongozi nikamwambia karibu unahitaji zote mbili akaniambia tatizo langu uume wangu umekuwa mdogo sana kwa sababu nimeathirika na kujichua naomba msaada wako nirudi kwenye hali yangu ya mwanzo nikamwambia okay pole kwa hiyo changamoto gharama ya dawa ni kiasi hicho inaongeza urefu nchi moja mpaka nchi tatu na unene nchi moja mpaka nchi mbili ndani ya wiki tatu. Akaniuliza unapatikana wapi? Nikamwambia anapatikana mkoa wa Mbeya dani na wakala, ila kwa mikoa mingine natuma kwa njia ya mabasi. Akaniambia mimi nipo da. Nikamwambia okay, wakala wangu anafanya delivery hata sasa hivi, anaweza kukuletea. Yupo Gongo la Mboto Mombasa. Huyu ni mwingine ambaye yeye ndo aliyesababisha nimeweza kuandaa hii mada. Aliuliza swali lifuatalo. Akasema dokta, habari ya wewe dokta, na shida ya uume mfupi na mdogo, nimezunguka sehemu nyingi, naambiwa nimelogwa, sijajua kama wewe unaamini katika hili, ila shida yangu ni tiba, naomba uhakika wa dawa yako ya kuongeza uume. Nini ambacho nilikuwa nakosa? Sehemu nyingine okay. Uh, hii ni, hii ni message za huyu ndugu, ndugu. Tukuwa tuna chat naye hapa, unaweza ukaona chatting zetu ni hizi hizi hapo, you can see our chatting here hizo, okay, ndo chatting zetu ambazo nilikuwa ni na chat na huyo ndugu, so message yake ya mwisho ameniambia anaomba uhakika wa dawa ya kwangu, na nimthibitishie dawa alizokuwa anazitumia kwa watu wengine na dawa ya kwangu mimi ambayo hii dawa yenyewe ndio hii hapa inaitwa Mlingo. Dawa yenyewe ndio hii hapa inaitwa Mlingo. Utofauti wake ni upi? Cha kwanza, utofauti wa kwanza, mimi ninapokuuzia dawa ya kuongeza maumbile na kupa elimu ya lishe, kwa sababu unatakiwa ujue chanzo kilichopelekea mpaka ukawa na maumbile madogo. Naomba nirudie tena, unatakiwa ujue chanzo kilichopelekea ukawa na maumbile madogo. Nini kimepelekea paka ukawa na maumbile madogo? Cha kwanza ni kupungukiwa kwa homoni ya kiume ambayo ni testosterone. Sasa kila mtu anayeuza dawa Instagram, si YouTube huko, hawezi kufundisha hili kama ambavyo nakufundisha hapa Dr. Kuboja. Huo ndio upekee na utofauti wangu, ninakupa elimu na kufundisha na sababu ambazo zimekupelekea wewe umepata shida ya uume mdogo. Kwa hiyo homoni yako ya kiume inapokuwa iko chini sana, maanake mfumo wako wa uzazi hauwezi ukafanya kazi vizuri, uume wako hauwezi kukua kama inavyotakiwa. Lakini pia unene uliopitiliza, mwanaume aliyenenepa kwa kiwango kikubwa sana, maanake ana mafuta mwingi mwilini, lakini automatically ana shida ya mvurugiko wa homoni, na homoni yake ya kiume tena inakuwa iko chini zaidi. Sasa hili pia hakuna mtu ambaye anaweza kukufundisha zaidi ya Dr. Kuboja lakini namba tatu ni changamoto ya ugonjwa wa ngili ama henia. Mwanaume unapokuwa na changamoto ya ugonjwa wa ngili au henia, usipotibu ngili hauwezi kupata ongezeko la maumbile. Maana yake ni lazima uweze kutibu ngili kwanza, ndipo upate ongezeko la uume. Kwa hiyo hivi vitu vitatu ndivyo vitu ambavyo vya kipekee na vya tofauti unapotaka kuchukua dawa kwa Daktari Kuboja. Kwa hiyo naomba uweze kulizingatia hili kwamba namba moja ni elimu ya lishe ili unatakiwa uweze kulifahamu kabisa. Lakini pia namba mbili ni upungufu wa homoni ya kiume hii namba mbili, na namba tatu. Namba tatu ni ugonjwa wa ngiri ama henia. Hii ni moja ya elimu ambayo Dk Kuboja anaitoa kwa upana saidi zana, na naendelea kupokea shuhuda wengi, watu wengi ambao wanachukua dawa kwangu Dawa yangu ina uwezo wa kuongeza urefu nchi moja mpaka nchi tatu. Sio wote wanaofikisha nchi tatu. Kuna wengine wananiambia daktari, nimefanikiwa kuweza kuongeza salama. Uh, kuna wengine wananiambia daktari, nimefanikiwa kuweza kuongeza nchi mbili na naona kwangu ni matokeo makubwa sana. Mwingine anakwambia nchi moja na nusu. Ni nadra sana mtu kuniambia daktari, nimetumia dawa yako sijapata ongezeko lolote. Maana yake kama hujazingatia elimu ya lishe ambayo nimekupatia maana yake huwezi kupata ongezeko hiyo ni moja ya mistake ambayo watu wengi wanaifanya kwa kutokujua ama kwa kujua, alafu endelea kufanya makusudi. Kwa hiyo mambo hayo matatu ndio yanayotofautisha mimi na Dr. Kuboja. Unapotaka kwenda kuchukua kuja kuchukua dawa kwangu, naomba ulizingatia hilo endapo unahitaji matibabu ya changamoto hii, aidha changamoto ya nguvu za kiume, tuwasiliane namba ifuatayo 0765 493645 sifuri saba sita tano